Habari yako? Salamu. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Maandalizi yako vizuri kwa TRA? Uh, eh, maandalizi yako vizuri na tumekamilisha asilimia mia e, siku hii leo muda huu na, na imani kwamba maandalizi yako vizuri na wachezaji wote wako vizuri. Kocha so, uh, Pantev, kama wachezaji mnaongeza morali kwa kiasi kiasi gani lakini pia mabadiliko unayoonaje ndani ya kikosi? Uzuri kwamba eh, eh, meneja yetu amekuja wa kwa, kwa wakati, sa, kwa wakati sahihi mm. Na kile kitu ambacho alichoingiza katika katika katika timu e, kimeweza kuwa na impact haraka sana, na tunaendelea vizuri na na imani kwamba kadri siku zitakavyozidi kwenda sisi kiuchezaji tutakuwa tunabadilika na ile filosofia yake itakuwa imeingia kwa asilimia mia mia. Sawa, Shomari wewe ni mmoja kati ya mchezaji ambao umeingia kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji bora uh, kwenye michuano hii mikubwa ya CAF. Kama mchezaji unajisikiaje? Jina lako uh, likiweka katika kinyang'anyiro cha, cha wachezaji wakubwa barani Afrika. Baraniarka uh, kwanza naweza kusema si rahisi, si rahisi ee, ni kitu ni kitu kikubwa bas, ee, binafsi binafsi, nasema naweza kusema mimi najivunia kuwepo pale, kwa sababu Afrika ina wachezaji ina wachezaji wengi, lakini e, pongezi kubwa ya kunifanya mimi niweze kuwa pale ni, ni wachezaji wenzangu benchi la ufundi ambao kila siku walikuwa e, wana, wananipa mimi changamoto ya kuweza kujitahidi na kufanya vizuri, e, na kuisaidia kusaidia, timu yangu na kuonekana kwamba nina mchango mkubwa, na ndio maana mpaka leo niko katika, katika wachezaji ambao ki, wanafanya kinyang'anyiro cha cha ile nafasi. Kwangu mimi naweza kusema najivunia sana kwa sababu Eh, naweza kusema Tanzania Tanzania nzima kuna wachezaji wengi sana ambao amba wamecheza mashindano ya kimataifa na sisi timu kwa ujumla, watu wengi wamefanya me, vizuri lakini, hmm, nimekuwa mwenye bahati mimi mmoja wapo, kwa hiyo nafurahia na najivunia kuwa katika nafasi hii. Nini siri hiki ambacho tunakiona leo, mpaka jina lako linaandikwa kwenye vitabu vikubwa, jina lako linaandikwa kwenye rekodi kubwa? Aa, kikubwa cha kwanza ni uvumilivu, uvumilivu, kujituma, e, na kusikiliza nini ambacho unacho, unachopewa kuweza kufanya kufanya majukumu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba najivunia e, kuwepo hapa na nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kuwa katika nafasi hii na kuwa katika historia ya mpira wa Tanzania. Sawa,